Na mtazamaji na tukisonga mbele ni kwamba wizara ya ardhi imejitenga na mzozo unaozingira ardhi yenye utata ya ekari 2600 ya Kibiko, kaunti ya Kajiado. Naam, uh, wizara hiyo inasema kwamba hatua yoyote iliyochukuliwa na maafisa wake kuhusiana na ardhi hiyo imefuata sheria na maagizo ya mahakama. Na haya yanajiri siku moja tu baada ya baadhi ya wanachama wa jamii ya Maasai wanaoshirikishwa na, na ardhi ya kijamii ya Kekonyokie Community Trust kufanya maandamano mjini Nairobi wakiwashutumu maafisa wakuu katika wizara ya ardhi kwa utoaji haramu wa hati miliki za ardhi ya kusimamia ugavi wa ardhi hiyo. Naam, Safina Chengo chienga na maelezo zaidi. Sehemu ya ardhi ya ekari 2682 iliyoko katika eneo la Ngong kaunti ya Kajiado imesalia katikati ya utata kwa takriban mwongo mmoja, huku pande mbili zinazozozana za Kikonyoki Community Trust sasa zikidai mamlaka halali ya usimamizi wake hii ikiambatana na mijadala mirefu ya uongozi ambayo imezidisha mvutano. Hapo jana wanachama wa ardhi hiyo waliandamana wakilalamika kuwa maafisa wa ngazi za juu katika wizara ya ardhi wanasaidia kutoa hati miliki kinyume cha sheria na hata kusimamia zoezi la ugavi wa ardhi hiyo kinyume na amri ya mahakama. and these cartels are people who have actually been manipulating the ownership of this land

Hata hivyo taarifa ya wizara ya ardhi na mipango ya miji inaeleza jinsi orodha ya wadhamini kwenye ardhi hiyo ilivyobadilishwa kutoka mwaka 2012 wakati ambapo ukodishaji wake uliposajiliwa kwa mara ya kwanza hadi Juni mwaka 2024. Kesi kadhaa ziliwasilishwa kuhusu utata huo, na idara hiyo imeshikilia kuwa ilifuata taratibu zinazofaa kwenye shughuli zote zinazohusiana na ardhi ya Kibiko. Idara hiyo imewataka walio na malalamishi yoyote kuhusu ardhi hiyo wafuate taratibu za kisheria. Safin Achieng' Ouma, runinga ya Citizen.